Tumejifunza kwenye masuala ya mfumo wa SIS. Sasa hivi matumizi ya mifumo hayakwepeki, tumepitishwa hapa. Kwa hiyo ndugu zangu washiriki, nitaomba mifumo hii tuitumie, na kwa kuzingatia vipengele ambavyo taarifa yetu itakuwa imepitia na kupata mchakato mzima, kama ukusanyaji wa taarifa, uunganishaji wa zile taarifa, na kwa muda unaotakikana taarifa za kila robo. Maarifa tuliyoyapata hapa ni imani yetu kwamba yatakwenda kuboresha utendaji kazi wetu wa kila siku. Kama tulikuwa kuna mahali tunapotekeleza na kupata changamoto, sasa hivi tumejengewa uwezo, ni imani kwamba taarifa zitakuwa zimeboreka zaidi. Hivyo baada ya mafunzo haya, napenda kusisitiza utekelezaji wa mambo yafuatayo: mikoa na halmashauri kuhakikisha ina mpango wa utekelezaji wa kitaalamu unaozingatia viwango vya usalama wa mazingira na jamii, ESS na utumiaji wa mifumo ya SIS. Kwa hiyo hiyo, ni imani yetu kwamba mifumo hii yote itakuwa inasomana kwa ajili ya utoaji wa taarifa zetu za SEQUIP za SEQUIP. Jambo la pili, kufanya tathmini ya awali ya mazingira na kijamii kabla ya kuanza mradi wowote wa, wa ujenzi na kuhakikisha mpango wa usimamizi wa mazingira na jamii inakuwepo. Mpango unakuwepo kabla ya kuanza mradi, lazima vitu hivi vyote viwepo, na kufanya, kwa kufanya tathmini. Lakini jambo la tatu ni kuweka ratiba za kutoa taarifa za robo mwaka kwa wakati na kwa kutumia mifumo ya SIS ukijumuisha takwimu, picha za maendeleo na taarifa za tathmini za usalama wa mazingira na jamii kwa wakati wa kuendesha mradi huu. Vidhibitisho au vyambata hivyo ni muhimu viwepo tunapozungumzia kwenye, tunapotoa taarifa kwenye SIS, takwimu ziwepo, picha ziwepo na maendeleo ya mradi kama ni hatua ya mwanzo labda kuandaa saiti au kama ni ujenzi ipo kwenye hatua gani, lazima hivyo na vyenyewe viwepo, na tumeelekezana hapa. Jambo jingine ni kuandaa mafunzo ya usalama wa mazingira na jamii kwa halmashauri zilizobaki katika maeneo yetu ambazo hazikupata mafunzo haya ndani, kwa muda mfupi toka sasa, ili kuimarisha uwezo watendaji wa, wa mikoa na halmashauri ili kuhakikisha ute, uendelevu wa ujenzi wa miradi kwa ujumla. Utekelezaji wa mradi wa SEQUIP unatarajia kufikia ukomo ifikapo Julai mwaka 2026. Maana yake wakati huu tuliopo ni wakati wa mwisho kabisa wa utekelezaji wa mradi wa SEQUIP. Na eneo hili la usimamizi wa mazingira na jamii ni kati ya maeneo ya muhimu sana katika utekelezaji wa mradi ambalo pia linafuatiliwa kwa karibu na mfadhili ambaye ni Benki ya Dunia. Kwa hiyo ni muhimu sana wataalamu wetu ambao wamepata haya mafunzo waende wakatekeleze haya waliojifunza hapa kwa hizi siku tano, ili kuhakikisha kwamba tunaufunga mradi wetu vizuri na tutakapokuja kufanyiwa tathmini ya mwisho basi tuwe tumemaliza vizuri na utekelezaji wetu uweze kuwa ni wa kiwango cha juu kama tunavyotarajia. Tumekuwa na changamoto ya kuweza kupata taarifa kwa wakati, na wakati mwingine zinakuwa sio sahihi, na ndio maana ilipelekea serikali kuweza kuleta kikao hiki muhimu, ili kwamba kugundua changamoto iko wapi na nini kifanyike ili kuhakikisha taarifa zetu zinapatikana. Kwa hiyo ni matumaini yetu kwamba baada ya kikao hiki taarifa zetu zitakuja kwa wakati na ushirikiano utakuwepo baina ya waratibu pamoja na waratibu wa kanda. Lakini kama alivyosema msimamizi wa mafunzo, mafunzo haya yamebeba kada tatu, na ina maana kubwa sana kuwaweka pamoja kwa sababu kila mmoja ana eneo lake katika taarifa yetu ya robo kwa hiyo kama alivyosisitiza kufanya kazi kwa pamoja, tunategemea mkishirikiana basi tutapata taarifa zote ambazo zinatakiwa. Sisi tuliokuja kila mkoa kuna halmashauri moja, maanake kwa mfano Manyara tuna halmashauri saba, bado halmashauri ngapi? Sita. Twende tuwaambukize, twende tuwawezeshe ili kazi hii ionekane na iendelee kuwa ya kitaifa kwa ajili ya ufanisi na uboreshaji katika utoaji wa uh, utunzaji na usalama wa mazingira na jamii.